na kikao kazi ambacho tumewajengea uwezo uh, wote, matatu, mbili, wa idara na utengo watendaji wa kata wote watatu watendaji wote wa kijiji na waganga wafawidhi, maafisa maendeleo ya wa jamii ishirini na mbili na maafisa ustawi wa jamii nane, wote kwa pamoja wamekuwa champions wa kwenda kutoa elimu ya bima ya afya kwa wote kwa wananchi wetu kupitia mikutano, mikutano pamoja na kupata taarifa sahihi. Wananchi wakipata taarifa sahihi, wanakuwa na utayari wa kujiunga na mfuko wa bima ya afya kwa wote ili kuweza kupata huduma na huduma zinazotolewa ni zaidi ya huduma 375. 75 kwa utaona ni, ni jinsi gani shilingi laki moja na, na nusu kwa mwaka kuhudumia watu sita ni kaya, inakwenda kutatua changamoto za huduma za afya kwa wetu na afya wa uh, za wananchi zikiboreka, uchumi wa halmashauri pia unapanda kwa sababu wananchi watakuwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, watahudhuria katika shughuli mbalimbali za kijamii, watapata taarifa sahihi na watafanya shughuli zao kwa pamoja na kufanya kazi hiki kwa taarifa sahihi. iongozi hao na watumishi tumeandaa mpango kazi shirikishi ambao tutakuwa na vikao vya mara kwa mara na waheshimiwa madiwani pamoja na wenyeviti wa kijiji wenye vit wote kwa pamoja tutaongea lugha moja inayofanana, kila mwana, kila mwana kaya au kila kaya kujiunga na kwa bima. Ninawashukuru sana watumishi wa umma kwa mwitikio huu wa kwenda kufanya kazi kwa weledi, kufanya kazi pamoja kwa upendo, ili kuweza kuhudumia wananchi.